Lakini nimeangalia jengo la yene, ni hapa nimeangalia na lile jengo pale nimeelekeza. Kumekwepo na utaratibu katika baadhi ya maeneo wakandarasi kutokufuata BOQ, kutokufuata mikataba ambayo ilikuwa imetolewa kwamba kwenye jengo ambalo lilitakiwa liwekwe nondo sita zenye milimita kumi na sita kwa kuwa tunapoenda kukagua panakuwa pameshafunikwa, unakuta aliweka ya milimita kumi na mbili unakuta aliweka ya milimita tisa. unakuta ali, badala ya kuweka sita ameweka nne, na kwa sababu ameweka na mabomba akaweka na zege, tunauziwa mbuzi kwenye gunia. Lazima nimesema, kila mkoa kila mkoa uwe na vile vifaa ambavyo vinaweza kuelekeza biokiu imefuatwa bila kubomoa jengo, kila mkoa na, na bahati zuri ndo tunaelekea kwenye kuandaa bajeti na wawe na wataalamu wale wa kuyakagua majengo ya aina hii, kwamba unaangalia, unaangalia BOQ, ndio ukaguzi wenyewe huo, na unaangalia hicho ndicho kilichowekwa kwenye jengo. Jengo likiwa limeshapakwa na rangi, unaonaje kwamba liko vizuri na BOQ hauna, haunayo pale? Kwa hiyo tupate hivyo vifaa na nilivyoingia kwenye gari baada ya kutoka pale kwenye chuo, nimeambiwa yule kijana anaitwa Azizi aliyekwemo kwenye mbio za mwenge yuko mkoa wa Pwani. Mikoa yote wawe na kitengo na vifaa na wataalamu wa kuyachunguza majengo, tusisubiri mbio za mwenge ndio na siku za mbio za mwenge tunachaguaga majengo ya kuupeleka mwenge, kama tunachaguaga yale tunayotaka mwenge uone na tupate sifa kwamba mkoa umefanya vizuri. Je, yale ambako hatupelekaje mwenge? Kama pale ambako tumechagua wenyewe, yaani mtihani tuliojitungia wenyewe yanakutoaga makosa, je kule ambako hatujawapeleka? Sasa kwa kuwa vitengo hivyo kazi yao ya kila siku ni kufuatilia hayo, tunataka vifaa viwepo kila mkoa wafatilie kila mkoa kila jengo ili tuweze kubaini maeneo ambayo serikali imetoa fedha lakini haijatumika ilivyokusudiwa. Bajeti ya serikali asilimia zaidi ya sabini ni masuala haya ya manunizi, manunuzi masuala haya ya ujenzi. Kwa hiyo hili lazima lizingatiwe, na nimeelekeza yule kijana aletwe kwenye msafara wangu, siku nyingine nikienda kukagua jengo, yeye awe alipita ya kesho yake, nipate taarifa kwamba BOQ imefuatiliwa na fedha zilizotumika zinalingana zinalingana na kazi ambayo imeshafanyika.